Hapana, hajati eh. Sisi hatutaingia eh. Tumewatembelea tena kwa mara nyingine eh, kutokana na zile pesa elfu moja elfu moja ambazo mliosikia eh. Eh, kutokana na ile biro ya komiboa kwa anajenga, wanajenga ndo shughuli yetu ni kupita manyumba na ndo tukuwa tumewapitia hapa kutokana na idadi yenye mnaishi hapa uani kama mko e, mm, wa sita mtalipae sita, na kama mko chini ya wa sita, watano, watatu, kila kichwa ni franga elfu moja elfu moja Aa, mm, eh, tulikuwa tulishapata hiyo habari eh, na tuko tiari mm. na tulikuwa tulishalipia mwezi wa tisa, acha niwaletee za mwezi wa kumi hayaowatu am... wa tano eh. Acha mm -hmm. kazilete Inaonekana watu wamevielewa hii, alhamdulillah kabisa. Lazidi kuwa na wepesi kabisa. Naona tuko watu watano. Sawa, acha nifanyie risiti ya mwezi wa huu. Ni mwezi wa 9 umelipa au? Tisa umelipa mwezi wa 9? Tulishalipa. Haya, shukrani. Acha tu nifanyie risiti ya mwezi wa kumi na kijaliwa na, na mwezi ujao nalipa zingine. Hamna shida hii mm. e, ni harakati yetu na tunafurahia jambo kama hili mm. Kila mara mwe mnapita kila ha, mwezi mnapita Amna tatizo. Aya, pesa ndio hizi, kutohamasisia wengine wakina mama huko ili wazidi kutoelewa zaidi kabisa kufanikisha kabisa. Sisi tunafurahia kuwa na watoto kama nyinyi kwa sababu ni jumba letu ndiyo. Na ni athari itakuwa nzuri ikiwa Mwenyezi Mungu atatuwezesha ku, kufanikisha <tuhi> haya <tuhi> jamani hai, mwende mkafanikishe. Mwenyezi Mungu awajalie huko, mweze kufanikisha haya. Salamu alaykum. familia yangu ni ya watu watatu na kuja kulipia mwezi wa kumi. Familia yangu ni ya watu watu, watu watano na lipia mwezi wa kumi. Ndiyo, asante. Nimekuja nijumuike miongoni mwa wangine kuja kulipa inshaallah ah. inalipa pesa yangu atangia mwezi wa nane mm -hmm. wa tisa nalipa miezi kumi yes, mpaka yes. mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili ishirini na sita inshaallah lakini elfu thamanini Pongereni na kazi bwana. Mimi nimepata habari kama mmepita nyumbani dio. Lakini kuna watu nyumbani wamesahawika no. Sawa hapa e, nimekuja si mwezi wa kumi mm. tunalipia yeah. Nimekuja kulipia elfu tano za mheshimiwa huyo, ni marehemu mama yangu mzazi, unanifata utamwandika jina Aa, na, tue, e, tue, e, tue, e, tue, mama yangu mzazi huyo nimekaa tumboni mwake miezi tisa naam. alafu ripoti ninazo ni kwamba hata kuzaliwa kwangu ilimsumbua kweli kama kamera zingekuwa zingekamata kwa hiyo elfu tano miezi mitano, miezi mitano. E, alafu mzee wangu sawa naam. miezi mitano No. Mzee Sale imekuwa kumi, hiyo. Aha, halafu kuna mama yangu mdogo ambaye ni bi mdogo wake alinilea sana we. Wote wamekusha fishwa mm. Yeah. Mm. sadaka so katonjaria ya elfu tano miezi mitano aya, nipe elfu tano sawasawa, dogo wa tayari shalipa saa <laughs> <laughs> so, uh, Sheikh Jamal em hmm. uh, hmm. mwezi wa kumi na mbili naam. ah, sawa, so, kuanzia kule tuloanzia mwezi wa nane wa, wa, wa tisa wa kumi wa kumi na moja wa kumi na mbili sawa, naam. sawa so, so. Allah tupokelee, na wapokelee wote wataojitolea kwenye sakata hili, amina inshallah. Mean um, nashukuru sana yes. Haya jamani, kazi njema, asante, asante. <laughs>